Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi nchini Jenerali Jacob John Mkunda ametoa wito kwa wadau mbalimbali nchini kutumia kampuni ya bima ya maisha. Akizindua kampuni hiyo katika ukumbi wa Superdome Masaki jijini Dar es Salaam Jenerali Mkunda ametoa rai kwa Watanzania kutumia kampuni hiyo ya bima ili waweze kupata suluhisho la changamoto zao za kibima. Kampuni hii ya bima SUMAJKT, yani SUMAJKT Life Insurance Corporation Limited itakayotoa huduma ya bima ya maisha imeanzishwa katika kipindi mwafaka ambapo taifa letu linaendelea kupiga hatua kubwa kiuchumi na kijamii, kama ilivyotanguliwa kusemwa na watangulizi walioongea. Kutokana na maendeleo hayo, hitajio la bima katika sekta ya afya, kilimo, elimu, biashara na nyinginezo nalo na linazidi kuongezeka. Hivyo ujio wa kampuni ya Suma Life Insurance Corporation Limited ni muhimu ili kutatua changamoto za kibima zinazojitokeza. Niendelee kuwapongeza Suma JKT kwa kuona hitajio hilo na kuanzisha kampuni ya kitanzania kwa manufaa ya Watanzania. Pia nitumie fursa hii ya kuwataarifu Watanzania wote kwamba jeshi limedhamiria kuwahudumia kwa, kwa kutumia makampuni mbalimbali yanayoendeshwa na jeshi la kujenga taifa na mengineyo ya jeshi la wananchi wa Tanzania. Kazi yetu ya msingi ni kulinda mipaka yetu au mipaka ya nchi yetu lakini tunao wajibu pia wa kuchangia kwenye huduma za kijamii na kiuchumi kwa kuwa ulinzi ni dhana mtambuka. Naye mkuu wa JKT na afisa mtendaji mkuu wa Suma JKT Meja Jenerali Rajab Mabele amesema kampuni ya bima ya Suma JKT tayari imesajiliwa, huku akiahidi utolewaji wa huduma utole bora za viwango stahiki. E, kampuni hii ilitokana na na maelekezo yako, maelekezo uliyotoa kule Songea, katika kikao chako na makamanda ambapo ulituelekeza tuje kuanzisha kampuni ya bima, na napenda e, niseme kwa kwamba kampuni hii ya bima ya maisha ya SUMAJKT tayari imesajiliwa rasmi mnamo tarehe kumi na moja Februari mwaka ishirini ishirini na tano na itakuwa moja kati ya kampuni tanzu takriban ishirini za suma SUMAJKT. Lengo la kuanzisha kampuni hii ya fande ni, kutoma, ni kutoa huduma ya, ya bima za maisha kwa watanzania wenzetu ambao naamini wana uhitaji mkubwa wa huduma hii. Uanzishaji wa kampuni hii ni kufata maelekezo kama nilivyosema hapo awali, na bima hii ni kuendana na uhitaji wa huduma iliyo ndani na nje ya Tanzania, afande mgeni rasmi. Sambamba na kampuni hii ya bima ya maisha, shirika pia litaendelea kutoa huduma ya uwakala wa bima kupitia kampuni ya SUMAJKT Insurance Broker Company Limited ambayo inafanya kazi na kampuni mbalimbali za bima za ndani na nje ya nchi. Sherehe za uzinduzi huo imehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa jeshi na wakuu wa taasisi akiwemo kamishna wa bima Tanzania dr Baghayo Saqware na mkurugenzi mwendeshaji wa kampuni ya SUMAJKT Life Insurance Major Godson Mhando. Serikali kwa kutambua umuhimu wa bima kwa kutambua faida zinazopatikana katika, katika mfumo wa bima iliunda chombo mahususi ya kusimamia na kuendeleza sekta ya bima nchini. Chombo hicho, mheshimiwa mgeni rasmi, kinaitwa Tanzania Insurance Regulatory Authority kina majukumu, inafanya majukumu yake Tanzania bara na Zanzibar. Sheria iliyoanzisha uh, mamlaka ya usimamizi wa bima imetoa matano, kwanza ni kutoa usa, kutoa kufanya usajili na kutoa leseni kwa watoa huduma baada ya kutimiza vigezo na masharti. Um, um, mamlaka mamlaka kwa kweli imeweka namna ya uwezeshwaji kwa wale wote wenye nia na wenye Uh, uthubutu wa kuanzisha kampuni za bima, tumeona urahisi ni mkubwa ambao umetuwezesha sisi SUMAJKT kuanzisha kampuni hii kwa haraka unapokuwa umetimiza vigezo vyote ambavyo wanahitaji. Kwa kweli hakuna mnyororo wote wa kuzuia katikati, utapata kampuni yako kwa wakati kwa ajili ya kuanza kufanya kazi ya kuwahudumia Watanzania. Uh, naomba nitoe ni rai kwa wananchi wa Tanzania wote wajue kwamba, uh, huduma ya bima ni kwa ajili ya wa Watanzania na kwa sasa mamlaka yetu ya, ya usimamizi wa bima uh, kimekuwa ni chombo ambacho kipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anayepata anayepata polisi au tunaita sera uh, anahudumiwa kwa wakati na pindi anapopata majanga basi anapatiwa haki yake kama inavyotakiwa. Kwa hiyo niwaombe Watanzania wote wasiwe na uoga wala hofu yoyote juu kati ya bima uh, waje SUMAJKT Life Insurance uh, ili tuweze kuwapa huduma nzuri wakijua kwamba mamlaka ipo kuhakikisha kwamba kila wanachokipata kutoka kwetu watakipata kama kinavyotakiwa. Kwa nini? Kwa sababu mamlaka ipo thabiti kuhakikisha kwamba watumiaji au walaji wanahudumiwa sawa sawasawa na mikataba yao ya bima.